Kazi na utu, kazi na utu, Samia na... Mheshimiwa Mwenyekiti, Samia eh. Samia raha. Samia, eh. Samia raha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hamasa hii iliyoko hapa kwa kweli inatuvunja mabega, lakini kama alivyosema mwenyekiti hii ni rasharasha rasha. Kesho, kesho Mungu akutujalia uhai, tutakutana hasa na sura ya mwana, mwana Mwanza, na tunawategemea. Kwa maana hiyo, mheshimiwa, umesimama hapa kusalimia na kuwa kama ndio lango lako la kuingilia katika mkoa wa Mwanza. Hivyo nichukue fursa hii mheshimiwa mwenyekiti kukukaribisha uongee na hadhara hii. Karibu mheshimiwa. <laughs> Weka bendera juu na mikono juu, watu wa Mwanza, kwa heshima na upendo mkubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Karibu sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. nashukuru sana. Waheshimiwa tukae. Mwanza, oye. Kazi na utu. Asante sana Ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi balozi Dr. Sharos Migiro, katibu mkuu mstaafu comrade Dr. Bashiru Kakurwa waju nasi, waratibu wetu ni wa kanda ya Ziwa kakaangu Christopher Gachuma na mama Ugohe, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza pamoja na wajumbe wa kamati za siasa mkoa na kamati za siasa wilaya, ndugu viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kwa ngazi zote mliopo nasi, gombea ubunge wa jimbo hili la Nyamagana, ndugu John zila nyingi na wagombea wote wa udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Nyamagana, wazee wa kimila machifu, wenzangu, natambua uwepo wenu, mefurahi kwa mapokezi, asanteni sana. Ndugu wanahabari, uh, makundi ya hamasa na makundi mbalimbali mlioko hapa, ndugu Wananyamagana, kazi na utu, CCM oye! wadila wa baba na mayo iminze, asanteni. La kwanza ni shukrani kwa mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa salama, nikakutana tena na ndugu zangu wa Mwanza. Lakini la pili ni shukrani kwa uongozi wa mkoa na wilaya zote za Mwanza, lakini Nyamagana na Nailemela bila shaka, maana yake nilikuta mapokezi mazuri sana yapoti. Najua wilaya zote zimefanya kazi nzuri nawashukuru uongozi wa mkoa na wilaya na wote mlioshirikiana nao kwa mapokezi mazuri haya na uandalizi mzuri wa ziara yangu katika kuomba kura. Ndugu zangu Nyamagana, na hapa Buhongwa ni kituo changu cha kwanza tangu nimeingia Mwanza. Nilipokelewa airport, mapokezi makubwa sana, lakini kusimama na kuongea, hiki ni kituo cha kwanza. Kwa sina budi kupiga hodi Mwanza, nipige hodi Mwanza kwenye kituo hiki, na naomba mnikaribishe sana. Baada ya shukrani hizo, ndugu zangu, kwa mapokezi, nimefurahi sana kuingia kwenye mkoa huu muhimu, na mkoa huu mimi nauihesabu kama nyumbani manaake toka nimekuwa makamu wa rais mpaka nimekuwa rais, namba za ziara zangu Mwanza sijui ni ngapi, nakuja mara nyingi sana. Kwa hiyo Mwanza mimi ni nyumbani, na aliyenikaribisha wa kwanza akanipa u, u, u, u, uraia wa Mwanza alikuwa mdogo wangu Angelina Mabula ndo alinikaribisha akanipa uraia wa Mwanza, nami nikaukubali. Asanteni sana. Sasa huu ni mkoa muhimu kwa biashara na shughuli za uzalishaji, kilimo na uvuvi. Kipaumbele chetu kwenye huduma za jamii um, na kama mnavyojua, hicho ndicho kipaumbele chetu, huduma za jamii. Uh, kazi ya CCM na serikali yake ni kuendeleza na kukuza nguzo hizi kuu za uchumi wa mkoa huu wa Mwanza lakini nguzo kuu za uchumi zinatanguliwa na maendeleo ya jamii, kwa sababu lazima kwanza utengeneze jamii, afya ya jamii, jamii ipate maji, ipate afya, lakini pia jamii ipate umeme kurahisisha kazi, uzalishaji na pia usalama wa maeneo. Kwa hiyo tumeweka nguvu kubwa kwenye maendeleo ya jamii, alafu maendeleo ya kiuchumi tunafuatilia. Ndugu zangu, katika miaka mitano iliyopita hapa Nyamagana tumeboresha hospitali yetu ya wilaya na kuongeza vituo vya afya vinne, lakini pia shule mpya sita za sekondari na nane za msingi pamoja na kujenga pamoja na kujenga mabweni mawili na uzio kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalumu kule shule ya msingi Buhongwa. Lakini vile vile kubwa zaidi ilikuwa uwekezaji kwenye sekta ya maji. Ndugu zangu, nakumbuka ziara yangu ya kwanza nikiwa rais pale Butimba, nilisimama, nilipokelewa na mandoki na mama wakalambia sisi tu maji, nikawaahidi nitajitahidi nilete maji. Nataka na niseme vijana wenu yuko hapa likuwa na mka fanya kazi nzuri. Sasa kwenye maji tumeweza mradi mkubwa wa Butimba kwa shilingi bilioni sabini na moja bilioni mia saba na kuafikishia maji safi na salama wakazi laki nne na hamsini wa Buhongwa, Nyegezi, Igoma na kwengineko maeneo ya pembeni. Vile vile tumetekeleza mradi mwengine wa shilingi milioni 864 ulionufaisha maeneo ya Sahwa Buhongwa na Lwanhima. Aidha, miradi mingine inayoendelea kutekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 46, ili ipo kule Buhongwa tena Kishiri na maeneo ya jirani ambapo kwa sasa miradi ile imefikia asilimia 85. Waziri yuko hapa, ahadi yetu, ahadi yetu ni kukamilisha miradi hii pamoja na miradi ya upanuzi wa chanzo cha Capri Point ili kuimarisha zaidi upatikanaji wa maji. Pamoja na hatua hizi, nafahamu kwamba Mwanza kwa kiasi fulani ilikuwa na tatizo la kukatika katika kwa maji na kuto kupatikana. Tukamleta mkuu akalala Mwanza wiki nzima hapa kuhakikisha hilo tatizo linatatuka, na amefanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa, lakini vile vile kuna tatizo la presha kuwa ndogo baadhi ya maeneo hasa ile yale ya miinuko. Sasa kwenye hili tunajenga matenki makubwa maeneo ya Nyamazobe la lita milioni tano, Buhongwa lita milioni kumi, na Fumagila ya juu lita milioni kumi. Ni miundombinu ya barabara tulikamilisha kama vyosema zila nyingi tukamilisha ujenzi wa barabara ya Buhongwa Igoma ya kilomita 14 kwa shilingi bilioni 22.7. Ujenzi wa barabara hii umeenda sambamba na madaraja ya Mkuyuni na Mabatini kwa shilingi bilioni 11.2, ambako ujenzi kule unaendelea na tutahakikisha tunakamilisha. Tuliwaahidi pia, tuliwaahidi pia kujenga barabara ya Mwanza City Center Buhongwa mpaka Usagara yenye njia nne. Niwaeleze kuwa tayari tenda ya ujenzi imeshatangazwa ili tumpate mkandarasi. Muda wowote tukipata mkandarasi na tukipata fedha za kuanzia, huu mradi unakwenda kuanza. Mwanza inakwenda kuwa jiji kweli kweli, hilo. Barabara nyingine ambazo tutaendelea kuzijenga ni Mkuyuni, Mahina, Mwangu mpaka Igoma ambayo imeshafanyiwa upembuzi ya kinifu na hatua nyingine zinaendelea. Vile vile barabara ya Mwanza City Center, Igoma, Kisesa. Aidha, ili kuhakikisha ubora wa barabara zetu za ndani, taendelea kuongeza bajeti ya TARURA ili waendelee na ujenzi wa barabara za ndani. Ndugu zangu, najua ni kiu ya Wanamwanza, na hili likuwa niliseme kesho, lakini nitalisema leo pia Kiwanja cha ndege cha Mwanza kukikamilisha kuwa cha kimataifa ili kianze kazi. Lakini ya Nyamagana, ndugu zangu, ndani ya Nyamagana nyama, tumejenga miundombinu ya biashara ambayo sote tunajivunia: ni stendi kuu ya mabasi ya Nyegezi na soko kuu la mjini kati. Hii ni miundombinu ya kisasa inayotoa ajira na kuongeza mapato kwa halmashauri yetu. Lakini jengine, wana Mwanza, SGR si mnaiona, sinaendelea? Hiyo ndio CCM! CCM, oye! Mbali na hayo, mbali na hayo, kuna ujenzi wengine ya masoko ambayo tumeyapanga kuyajenga na kuyaboresha pia ikiwemo soko la mchafu kuoga samaki Mkuyuni, soko la mbao Nyegezi na soko la mazao Igoma. Yote yako kwenye ilani yetu, mkitupa ridhaa ya kuendesha serikali hii, tunakwenda kuyajenga. Soko mengine ni masoko ya Mabatini, Buhongwa, Bugarika, Mbugani, Tambukareli na Butimba. Masoko yote tunakwenda kuya kwa kushirikiana na halmashauri yote tunakwenda kuyajenga. Hadi yetu ni kuendelea kuiboresha Mwanza na kueneza iwe jiji kweli kweli. Katika hatua nyingine, asilimia kumi ya vikundi mbalimbali imekuwa mbali, tukitoka bilioni tisa milioni mia tano zimetoka vikundi mia nne hamsini na nane vimepata mikopo hii. Wito wangu ni kwa vikundi kurudisha mikopo ili wengine wapate, lakini pamoja na haya wakati wa uzinduzi tuna mfuko wa bilioni mia mbili kwa ajili ya wafanya biashara wadogo wadogo hawa kitaifa, tuna na huo alafu tutaona jinsi unavyoendelea. Baada ya kusema hayo, wito wangu kwenu, wito wangu kwenu. CCM tunasema kazi na utu, tumetengeneza ilani kubwa ya kitaifa na ilani ndogo ndogo zile za mkoa. Kama unataka kujua na kutafanywa nini, ilani ndogo ile ya mkoa, tulia tuliataona tulichojipanga pale, pamoja na kwamba kesho tutaeleza ni ilani ile. Inaeleza vizuri. Sasa ilani ile ilemo, haya wale wa wananii, hebu vuvuzela tulieni. Ilani ile yaliomo ndiyo kazi tunayoomba, tunayoombasisemu inaomba mtupe kazi tukafanye kazi. Utu wa mtanzania tuheshimishe, utu wa mtanzania na tuulinde, utu wa mtanzania na kwa maana hiyo, utu wa Mwananyamagana. Kwa hiyo, ndugu zangu, tupeni kazi tukalinde utu wa Mtanzania. Kazi na utu, ndugu zangu, pamoja na mimi ni mbunge hapa wa jimbo gani, nitamkabidhi ilani CCM oyee! Njoo mbunge, njoo mbunge, usiondoke, njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa. Ndugu zangu wa Nyamagana, mimi mwenyewe Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa kiti cha uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, lakini mgombea ubunge wa jimbo la Nyamagana kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na wagombea udiwani ambao tulishawapa uh, ilani ili wapiti wazifafanue kwenu, tunaomba kura zenu wote watatu, mafungu matatu, tunaomba kura zenu. Tunawaomba tarehe ishirini na tisa wote waliojiandikisha kwenye daftari la kupiga kura watoke wakapige kura. Na unapotoka usitoke peke yako, toka na rafiki yako, toka na familia. Mabalozi, hakikisheni nyumba zenu walioandikishwa wanapiga kura. Hii ni kukipa heshima chama chetu na kukipa nguvu kikatekeleza yale mambo ambayo tumeyaweka kwenye kitabu. Tukifanya hivyo yote, ukimwambia hebu tukopeshe tukajenge barabara huko, atasema hiki chama ni chama pendwa, kimeshinda vizuri, fedha hii hapa, chukueni. Lakini tukishinda goigoi goi, tukishinda goigoi goi, mambo yatakuwa magumu kidogo. Kwa ndugu zangu, kapigeni kura tushinde kwa heshima, tukiheshimishe chama chetu, lakini nchi yetu isonge mbele kwa maendeleo. Tunaomba kura zenu na asanteni sana. Mungu awabariki wa, asanteni sana. Haya, tumpungie mkono mgombea.